Tarehe kumi na mbili tutakuwa na kongamano ya Wakenya assembly ambaye itaniapisha mimi sawasawa. Waziri mkuu wa zamani wa Kenya, Raila Amolo Odinga, kiongozi mashuhuri zaidi katika siasa za Afrika na Kenya, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 80. Leo hii tunaangazia safari yake ya maisha mpaka kufikia kifo chake. Raila Amolo Odinga, aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Kenya na mgombea a urais wa mara kadhaa, ambaye kampeni zake za, za kisiasa zenye mvuto wa umma ziliwatikisa watawala na kumpa ushawishi mkubwa katika siasa za taifa lake la Kenya, amefariki dunia Jumatano ya Oktoba 15 mwaka huu elfu mbili kutokana na mshtuko wa moyo wakiwa safari ya na matembezi nchini India. Kifo chake kimethibitishwa na hospitali ya Devamanta katika jimbo la Kerala, India, ambako alipelekwa baada ya kuanguka wakati wa matembezi ya asubuhi nchini humo. Taarifa ya hospitali imesema, Odinga alipata mshtuko wa moyo na juhudi za kumrejesha katika hali yake ya kawaida zilishindikana. Hivi karibuni, Odinga alikuwa amesaini makubaliano ya kisiasa na rais wa Kenya William ya Ruto, yaliyoiwezesha chama chake cha upinzani kushiriki katika utungaji wa sera muhimu za serikali na baadhi ya wanachama wake kuteuliwa kwenye uwaziri. Hata hivyo, lengo lake kuu lilikuwa ni kuwa rais wa Kenya, akigombea mara tano ndani ya kipindi cha miongo mitatu, na mara nyingine akiwa na uungwaji mkono mkubwa kiasi cha kuwafanya wengi kuamini angeweza kushinda kwenye kinyang'anyiro cha urais. Kumbukumbu za wengi zinarejea mpaka mwaka elfu mbili na saba alipopoteza kwa utofauti ndogo dhidi ya rais aliyekuwa madarakani Mwai Kibaki katika uchaguzi uliogubikwa na vurugu za kikabila na vita ya wenyewe kwa wenyewe. Siasa za Kenya zimekuwa zikichochewa na misingi ya kikabila, na Odinga, ambaye ni wa kabila la Wajaluo kutoka eneo la Nyanza magharibi mwa Kenya, alitumia maisha yake ya kisiasa kujaribu kueleza safari yake ya kisiasa kutaka urais, ingawa hakuwahi kufanikisha ndoto hiyo. Kwa wengi, alikuwa kiongozi wa kuheshimiwa na mzalendo ambaye mchango wake uliisaidia Kenya kujiondoa kwenye utawala wa chama kimoja na kuingia katika mfumo wa vyama vingi vya kisiasa. Odinga alipata umaarufu mkubwa wa kisiasa katika uchaguzi wa urais wa mwaka elfu mbili na saba alipoungwa mkono na viongozi mashuhuri kutoka makabila mengine walioungana naye. Aliwavuta maelfu ya watu katika mikutano ya kampeni kote nchini Kenya kiasi cha kuwafanya wachambuzi wengi wa kisiasa kuamini wakati wake wa kuishika urais ulikuwa umefika. Ingawa Kibaki ambaye ni wa kabila la Kikuyu alikuwa ameonyesha mafanikio ya kiuchumi katika muhula wake wa kwanza, serikali yake ilikuwa imegubikwa na kashfa za ufisadi na alionekana hana nguvu tena mbele ya timu ya Odinga. Matokeo rasmi yalikuwa ni asilimia arobaini na nne kwa Odinga dhidi ya asilimia 46 kwa Kibaki, ndiyo yaliyokuwa ya ukaribu zaidi katika historia ya uchaguzi nchini Kenya. Lakini hata hivyo kambi ya Odinga ilikataa matokeo hayo, hasa ikichochewa na tume ya uchaguzi ambayo ilikuwa haiaminiki, ambayo kiongozi wake alikiri baadaye kwamba hakujua iwapo Kibaki kweli alikuwa ameshinda. Baada ya Kibaki kutangazwa mshindi, mara moja maandamano yalizuka kote mitaa ya Nairobi, ambako kulikuwa kuna ngome kubwa sana ya Odinga. Vurugu zilienea maeneo mengine ya Kenya, watu walilengwa kwa misingi ya kikabila. Wajaluo na Wakalenji walishambuliana na Wakikuyu, na Wakikuyu walijibu mashambulizi hayo. Mamia ya watu waliuawa katika siku kadhaa za machafuko ambayo yalitikisa taswira ya Kenya kama taifa thabiti ya kidemokrasia katika eneo lenye misukosuko. Ingawa Odinga hakuwahi kushutumiwa moja kwa moja kwa uchochezi wa ghasia, wengine akiwemo rais wa sasa William Ruto na Uhuru Kenyatta walihusishwa na uchochezi huo. Walikuwa ni miongoni mwa washukiwa sita waliokabiliwa na mashtaka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuhusiana na ghasia hizo za baada ya uchaguzi. Hata hivyo, kesi hizo hazikufanikiwa, huku mashtaka yakifutwa na kuanguka kutokana na vitisho vya mashahidi na ushawishi wa kisiasa wa wanasiasa hao. Odinga mwenyewe aliibuka kutoka kipindi hicho akiwa na heshima yake imara na hatimaye aliteuliwa kuwa waziri mkuu katika serikali ya muungano iliyoundwa kwa usuruhishi wa jumuiya ya kimataifa na, aligombea urais mara nyingine ya tatu dhidi ya Uhuru Kenyatta bila mafanikio mnamo mwaka 2013. Ttu tunayemwangazia leo hii Raila Omolo Odinga ni nani? Odinga alizaliwa Januari 7, mnamo 1945, mjini Kisumu, jiji lililoko kwenye mwambao wa ziwa Victoria, karibu na mpaka wa Uganda. Ni mtoto wa Jaramong Oginga Odinga, makamu wa kwanza wa rais wa Kenya, na alisoma shule za Kenya kabla ya kwenda Ujerumani mashariki kusomea uhandisi. Na aliporudi Kenya miaka 1970 alifundisha katika chuo kikuu cha Nairobi na kuanzisha biashara mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ile ya kuuza mitungi ya gesi ya kupikia. Odinga alianza kujulikana sana kama mwanaharakati wa kisiasa aliyepinga utawala wa chama kimoja chini ya rais Daniel Arap Toroitich Moi miaka 1980 ndipo walipohusishwa na jaribio la mapinduzi lililofeli na maafisa wa jeshi la anga wa mwaka 1982. Baadhi ya viongozi wa mapinduzi hayo walihukumiwa kwa uhaini na kunyongwa, na majina ya Odinga na baba yake yaliibuka wakati wa ya mahojiano ya baadhi ya washukiwa. Odinga alishtakiwa kwa uhaini, ingawa mashtaka yalifutwa baadaye, lakini alitumia sehemu kubwa ya muongo huo gerezani. Hata hivyo, aliwahi kueleza kuwa alipata mateso akiwa gerezani na madai ya kupigwa sana na polisi za kuwa alihusika katika kuhamasisha na kuelimisha wananchi kuhusu haja ya mabadiliko, lakini hakuwahi kuhimiza vurugu hata mara moja. Mnamo mwaka 1991 alikimbilia uhamishoni Ulaya kwa muda mfupi baada ya kuachwa huru kutoka gerezani. Baadaye alirejea Kenya mwaka 1992 na kushinda ubunge katika jimbo la Nairobi kama mbunge wa upinzani. Ndani ya kipindi cha miaka ishirini kama mbunge alijijengea umaarufu mkubwa kitaifa, hasa miongoni mwa watu waliokata tamaa na ufisadi wa serikali na umaskini. Mwaka 1997 alizindua kampeni yake ya kwanza ya kuwania uraisi, hatua iliyofuatiwa na kampeni nyingine nyingi zilizokwisha kwa maumivu makali kiasi cha kuwafanya baadhi ya Wakenya kuzungumzia laana ya Odinga. Mwaka 2001 alikubali kuwa waziri wa nishati katika serikali ya Moi. Ingawa hakufanikiwa sana kuwa mgombea wa chama tawala, alikuwa na mchango mkubwa katika ushindi wa Kibaki, mchumi ambaye hakuwa na mvuto mkubwa wa kisiasa wakati huo aliyemsaidia kushinda urais mwaka elfu mbili na mbili kabla ya kuwa mpinzani wake mkuu mwaka elfu mbili na saba hadi kupelekea machafuko. Hata alipoanza kuonekana mzee na mchovu katika mikutano ya kampeni, Odinga hakuwahi kupoteza ari yake ya kisiasa. Hata baadhi ya wapinzani wake walikiri kuwa alikuwa mhamasishaji bora ambaye wasingependa kuona anastaafu. Mwaka 2017 alizungumza na shirika la habari la AP kuhusu maandamano ya kiraia baada ya kushindwa kwa mara ya nne katika uchaguzi wa urais akisema, maandamano ya mitaani yalikuwa ya haki ya demokrasia inayotambuliwa na katiba ya Kenya. Alisema, kama utawala hauna demokrasia, kama hauna uhalali, wananchi wana haki ya kuupinga. Lakini uchaguzi ambao unabakia katika historia kubwa zaidi ya Kenya, licha ya ule wa 2007 basi ni wa 2017 ambao ulimpelekea mwaka mmoja baadaye kujiapisha. Miongoni mwa matukio makubwa zaidi yaliyokuwa ya mezua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari duniani kote ni la Raila Omolo Odinga kujiapisha. Lakini baada ya hapo alielekea nyumbani kwake. Hata hivyo, kampeni yake ya mwisho ya kuwania urais ilikuwa ni ya mwaka 2022 ambapo aliungwa mkono na rais aliyemaliza muda wake Uhuru Kenyatta dhidi ya William Ruto aliyepo madarakani hivi sasa, lakini alishindwa tena na kudai kuwa alinyimwa ushindi kwa udanganyifu na kuanzisha maandamano ya mitaani akidai haki ya kikatiba ya kuandamana mapema alipoteza jaribio la kuwa mwenyekiti mtendaji wa tume ya Umoja wa Afrika, chombo cha uongozi wa bara hili la Afrika. Tunapozungumza hii leo Raila Amolo Odinga amefariki dunia na amemwacha mjane wake Ida. Pumzika kwa amani Odinga. Kenya inakulilia. Hii ni Msasa Media. Msasa kisasa zaidi.